Napenda kuwapongeza madaktari eh, kutoka Ubeligiji. Wamefanya kazi kubwa sana, na ni kazi ya Mungu kwa kweli. Wakina mama hapa nikiwaona mwanzoni, walikuwa wanapata tabu kuona, wengine hawaoni kabisa, sasa wengine wameweza hata kutembea. Tumeweza kutibu wagonjwa wa, wa wengi, lakini kikubwa zaidi ni ile hali ya wananchi kuona sasa wanaweza Eh, kupata matibabu ambayo yanatakiwa yapatikane kwenye hospitali kubwa. Kwa mfano hili swala la macho kwa hapa, kama sio hospitali ya serikali pale au ya, ya, ya Dar es Salaam kule wa, wengi wasingeweza kupata, lakini tunamshukuru Mungu, sasa takriban zaidi ya wagonjwa katika upande wa macho watafika hata mia, nimeambiwa takwimu saa hizi kwa karibu sabini na mbili. Ataeleza vizuri mganga mkuu, lakini kwa macho peke yake ni waliofanywa uh, upasuaji lakini walioonwa wanafika zaidi ya mia tatu kwenda mbele, na mi mwenyewe nilipima macho yangu jana nikaambiwa yako vizuri tu, lakini vilevile nilipima meno na wagonjwa wa meno wamefika zaidi ya mia nne na kitu, kwa sababu vituo viko vingi na ni madaktari wamekuja kwetu Tanzania kutoa tu msaada, wamekuja na vifaa vyao kwa ajili ya kutoa tu msaada, kwa niendelee kuwapongeza lakini mpongeze zaidi. Eh, Mama Lusus ambaye amekuwa akiorganize eh, hawa madaktari ye mwenyewe ni mbeligiji. Uh, dada yake anatoka kwenye kijiji alichozaliwa yeye, pamoja na wenzake wakaungana na kuleta kundi hili la madaktari ambao limekuwa linatoa huduma kwa takribani wiki nzima sasa katika wilaya yetu ya Iringa. Niwapongeze sana na niwashukuru sana, Mungu azidi kuwapa neema. Toka macho yanapoanza niliona kama kama ni mchanga umeniingia, nasema labda sijui mafumbi uh, Ikawa basi kaendelea hivyo moja kwa moja, baadaye nikaona hata napotembea funaona kama moshi moshi mpaka uh, leo imeendelea hivyo. Kuna wakati wengine kama usiku sioni kabisa, hata mpaka mtu anipeleka hata nje. Sasa hivi, kwa sasa hivi nawaona wote hapa mlipo, naona nasema mimi nashukuru sana, hongera waje huku. Nisijui, inge ningekaa hivyo ningeendeleaje? Sasa nawashukuru kwa kuja kunifanyia jambo kama hili, sikutegemea kuwa mimi nitakuja kuona tena. yalipo nianzie, ilikuwa kama kizunguzungu, inakuja kizunguzungu, inafurika hata halafu inatandarukwa tena Mwisho wake ikawa ha, ikafungwa tu kidogo, tunajisikia mwanga kidogo, ila bado giza ipo, kwa sababu siwezi nikatumainia ukweli, maana ingekuwa kama ina uwezo wa kusema nitajisaidia. Faustina Dugange Dugange Dugange, mimi naona hapo, kabla ya sasa naona naona, naona kidogo kabla ya hapo. Asante kwa dokta, alinileta mtoto nitatembea huyu mweusi. Mimi naitwa Victor Malamsha ni mganga mfawidi wa kituo hiki cha afya naitwa Nzihi. Eh, kituo cha afya cha Nzihi. Eh, tulikuwa tuko kwenye zoezi la wiki mbili lililokuwa linaendeshwa na madaktari wa kutoka nchini na wengine kutoka Ubelgiji wanaozidi kumi, na tulikuwa tunafanya operations za macho na pia kwenye huduma nyingine za meno. Na mpaka sasa sasahivi, takwimu ambazo zimeshafikiwa wameona zaidi ya wagonjwa operation tuwa, sasa 85 kufikia takwimu za asubuhii, na bado wagonjwa wamenona waliofanyiwa uchunguzi watazidi 500 kwa sasahivi e, na kinachoendele madaktari tu anatoka kwenye shirika maana kwamba C kuona maana ya wanataka kuleta ubora katika yanayotaja kwamba mtu aweze kuona na wkataweze kutabasamu kwa hiyo ni zoezi ambalo linaendelea limetoka kwenye kituo chetu ambacho ndicho ambapo, ambapo wanaopatikana kwamba wanahitaji operation wanakuja hapa kutoka kwenye vituo vingine vingine, a wanaletwa, ila la Simba wanaletwa Kipera na sehemu nyingine. Kwa hiyo ni kituo ambacho kimechaguliwa kufanya hizi operation. Kwa, kwa kifupi ndio hivyo, tumekaa tumekana ndugu yangu Lynn van den Abel, ni daktari ya meno Ubelgiji, pamoja kama kweli tunaweza kuleta wadaktari ya meno na wa macho hapa hapa Nzihi sasa kila patient anavutwa labda meno moja, saa nyingine pia mbili au tatu. So meno zote, so waliotoa wamenoa bila matatizo, bila shida yoyote, ndio this is the result. Alafu watu waliofanyiwa operation ni mpaka leo 85. Ni kitu cha ajabu kuona mtu wanamfungia plaster alafu anasema anashangaa, naona naona. Alafu baadaye amezoea kutembea na fimbo, pole pole anatoka, kumbe baadaye anaongeza speed, kwa sababu hajajua sasa, leo anaona. nashukuru sana wadaktari toka wa Ubelgiji, jumla wamefika 25, pamoja na wa nurse wa nurse wa theater 9. Ni watu watoka Ubelgiji wa wazoefu kazi, naona tumefanyikiwa Namshukuru sana Richard Kasesela DC ambao amekubali karatasi zote ziende wizarani ya afya, ndio maana tumeweza kufanya hii kazi. Nashukuru sana. <laughs>